Siku ya leo ni siku muhimu sana, siku ya kihistoria, siku ambayo kila mmoja, nikiangalia tu nyuso za watu wanaonekana katika majlisi hii, wanaonekana ni watu ambao leo kwao ni siku muhimu katika historia ya nchi hii, na kupitia shura ya leo iwe sababu ya ufunguzi wa kazi na dawa na tabliki Tanzania iweze kwenda mbele. Taasisi yetu inaitwa taasisi Daawat Ilalhudaa Tanzania iliyoasisiwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Memba wa taasisi makadirio sasa nchi nzima wanakaribia karibuni, mazemedari sati ama wafanya juhudi aa, laki moja na hamsini, ambao hawa wanasema sisi tumeshikamana kindakindaki na Daawat Ilalhudaa, ambao hawa wako chini ya nidhamu dini wako chini nidhamu dini taasisi hii inapatikana katika makao makuu yao ni hapo katika sehemu tulipo ambayo inaitwa nini mchikichini tunapozungumzia kazi ya dawa na tabligh Tanzania twazungumza makao makuu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, tabligh ni wapi mchikichini kwa hivyo kama ilivyo kwa kawaida sisi nidhamu dini tunachukua taratibu na miongozo mbalimbali ya kazi kutoka Nizamuddin baada ya kuchukua miongozo, nchi kama nchi yenyewe, makazi kuu ndenye jukumu hasa kubwa la kuweza sasa kupeleka miongozo katika mikoa yote ya Tanzania. Lakini bado malengo ya taasisi hii ni nini? Malengo ya taasisi hii ni nini? Malengo ya taasisi hii ni nini? Malengo yako mengi kabisa, kila mmoja hapa ni mwanaharakati, mwanajuhudi, mwenye kufahamu yeye kwanza anafanya nini. Naweza nikataja machache miongoni mwa haya lakini kwa sababu kila mmoja anafahamu malengo ya juhudi hii tunayoifanya, akahisi kana kwamba mbona kadogesha mengi tunayoyafanya hayajasemwa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuisha imani na ibada kwa waislamu wote Tanzania na hata dunia kwa ujumla. Hii ni kazi kubwa ya taasisi. Taasisi yetu inasimamia haya majambo, yaani taasisi yetu malengo yake kuhakikisha watu wanaingiza imani dini inapatikana katika maisha wanadamu Waislam.